Waswahili wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Kwani mwaka 2026 umeanza kwa baraka kubwa kwa wadau wa nyumba hapa nchini. Hapa tunalimulika shirika la nyumba la taifa NHC lenye dhamana kubwa ya kuendeleza makazi bora kwa wananchi. Shirika hili lilipata ugeni mkubwa wa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Dr. Leonard Akwilapo pamoja na naibu wake Caspar Muya, waliotembelea makao makuu Januari 5, 2026 jijini Dar es Salaam, ikiwa ni ziara ya kwanza ya viongozi hao toka wateuliwe na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ni mara yetu ya kwanza kuja na tunashukuru kwa hilo, na vile vile tunamshukuru Mheshimiwa Rais ambaye ametuamini kutupa mzigo huu mimi na mwenzangu wa shirika na wizara hii ambayo shirika alimo humo. Najua nyinyi mawazo yenu, najua hii wizara hii ina malalamiko mengi sana, malalamiko mengi sana. Sisi ndio tumekuja kuyatatua hayo malalamiko kwa sababu tunaamini tunaamini Mwenyezi Mungu aweze kupa mzigo ambao uweze kumeza. Tushirikiane na nyewe kwa sehemu zenu, niyafanya yale ya kwenu, sisi mtuachie yale mengine tutayatekeleza. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa imani aliyotupa na tunamwahidi kwamba tutafanya kazi kwa bidii yote kwa weledi wote kwa nguvu zote ambazo Mwenyezi Mungu atatujalia ili tuweze kuifikisha wizara mahali panapostahili na shirika. Dhamana ya ardhi kwa viwango vyovyote vile ni rasilimali kubwa sana katika nchi, na mnajua katika katiba Tanzania inavyoelezwa ni mipaka na ile mipaka ina inaeleza ni ardhi ipi ambayo ndio inaitwa Tanzania. Kwa hiyo tunaanzia hapo kwenye katiba tu wenyewe ndio ujue maana ya ardhi na nchi. Nchi haiwezi kuwepo bila kuwa na ardhi. Hata kwenye Umoja wa Mataifa nchi lazima uwe na ardhi, afu uwe na watu na mnakumbuka miaka michache iliyopita kati tunasoau unaambiwa, ili kuendelea unahitaji vitu vinne: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Madhumuni sasa ya safari yetu hii hapa, kwanza ni kufahamiana na kuifahamu taasisi hii kama shirika la nyumba, lakini vile vile ni kupeana mawili matatu mengine, kukumbushana mengine maelekezo ili shirika liweze kusonga mbele kwa Ndugu zangu watumishi, tuna jukumu kubwa mbele yetu, jukumu la kuondoa kiwia wa Tanzania kuhusu makazi. Wa Tanzania ni wahitaji, wanahitaji kuwa na makazi bora na kwa gharama nafuu, makazi bora kwa gharama nafuu. Na, na kule ndani tumeongea tukasema, ehe, shirika limekuwa likijenga nyumba za gharama nafuu na, na mimi niwai mtaja wenu, lakini ile ule unafuu unaozungumzwa ule unafuu kwa nani kwa unafuu kwa? Kwa nani? Kwa sababu ka, okay, na kuna kala nyingi za Watanzania. Nafuu nafuu unaweza ukaambiwa hizi nyumba za gharama nafuu, ukiongeza bei yake unaambiwa milioni mia moja hamsini. Sasa kuna mtu mwingine anashangaa sema sasa unafuu wake uko wapi? Kumbe naye kuna nyumba yake ambayo ingekuwa gharama nafuu kwake yeye, au sio? Eh, kwa hiyo katika tafiti zenu mnajua haa, hii gharama nafuu kwa kada hii na mimi ninaamini shirika lina uwezo huo wa kufanya tafiti na kujenga nyumba za bei nafuu kwa kila mtu. Kwa hiyo leo hii nawaagiza mfanye tafiti za kina na kutoa majawabu. Swali ni nyumba ya bei nafuu kwa mfanyakazi wa kawaida ni ipi? Iwe bora ha, mara lakini aweze kuipata ilivyokaa hivi, a mfumo wa maisha

ai maisha ya chaneli menejimenti, ipangeni, anzeni kufikiria, hata dereva anahitaji kukopa hiyo nyumba na uwezo anao. Ueme fahari katika maisha yenu, mwekeeni mtu alama katika maisha yake kwa kufanyia jambo hilo. Akizungumza mbele ya waziri, mkurugenzi mkuu wa NHC Hamad Abdallah amesema kuwa shirika litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi kwa kuzingatia sera na miongozo yote ya serikali. Na yale yote mazuri ambayo ninasikia ambayo tumepata ijani ambao tulipata maaan iunua na Mheshimiwa Rais ziletatu, ni kwa sababu ya tija ambayo inaletwa na wafanyakazi wote wa shirika la nyumba la taifa, na hawa ni miongoni mwa wafanyakazi hao na wafanyakazi wa makao makuu, lakini nimeona na baadhi ya wafanyakazi ambao wako katika mikoa ya Dar es Salaam. Kwa hiyo, nisitake kutumia muda mrefu sana niwakaribishe. Kwa ujumla, ziara hiyo ya Waziri Akwilapo na naibu wake imeacha taswira chanya ya ushirikiano imara kati ya serikali na shirika hilo. Ni ziara iliyoweka mwelekeo mpya unaosisitiza utafiti, ubunifu, uwajibikaji na kasi ya utekelezaji, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea Tanzania yenye makazi bora.